Nani ametenda dhambi hiyo? Nam kishuka hayupo, wakuzuia hayupo, hayupo, hayupo, waliozani ya kama wataendelea kukushikilia. Unahitaji kuwa na mavazi mazuri, kitu kinyonge kinaonekana kagia kwenye mavazi yake. Akamwambia jivike mavazi yako mazuri, kwa maana akitaingia kitu kinyonge tena ndani yako. Yerusalemu, kwa nini hata usishangilia? mm. kidogo yeah. mm. Roho mtakatifu iwe nanyi kanisa. Amen. Amina kipekee kabisa. Nimekuja peke yangu ila tuko wengi. Amina. Amen. Tunatoa shukurani za dhati kwa Yesu ni ndio Jehova kwa kutuongeza tena. Amen. Nitasema kidogo. Sio sana. Safari za maongezeko huwa sio nyepesi. Nafikiri wakina mama mnaelewa. Vita huwa ni kubwa, vita huwa ni kali, lakini Yesu ametupitisha. Nitasema kidogo kuhusu mimi naziita bonasi za Yesu niliyo Jehova. Amina. Ikitokea kuna jambo lolote la tofauti na la kipekee ambalo limetangazwa kama kanisa kutoka kwa baba mzee wa Yesu tulipe kipaumbele, amina. Amen. Mimi binafsi limenibeba safari hii ya kuongezeka kwa awamu hii ilikuwa na changamoto ya tofauti. Safari ilivyoanza kama utaratibu wa kawaida usiptali, wa kuanza hospitali nilichelewa kidogo, lakini nilipofika, ulichelewa kwa sababu ya uzoefu? Hapana. <laughs> kuna mambo mengi kidogo. Uh -huh. Daktari alifanya vipimo vyake, walikuwa madaktari wawili, wakatazamana, kisha wakanitazama, kasema hapa sasa kumekucha, vita zimeanza. Baada ya kutazamana, wakaniambia kwamba sasa hebu ukafanye kipimo cha kupima mapigo ya moyo ya mtoto. Baada ya hapo sasa, tutajua kama tunaendelea na wewe ama tunafanya utaratibu gani. Nikafanya kipimo cha mapigo ya moyo, kikawa kinaridhisha. Baada ya hapo kilikuwa kilitangazwa chakula nafikiri tumekula chakula mara mbili kama sijasahau katika mwaka huu baada ya lile tukio la chakula nilikuwa na maombi yangu mengi tu hili lilijibiwa na Mungu bila mimi kuomba maana yake nilikuwa naona nazidiwa nilikuwa na maombi mengi lakini baada ya kurudi kliniki baada ya chakula kile daktari alifurahi hata alivyoniona alitabasamu akasema sasa unaendelea vyema Amina. Amen. Chakula kikaleta uponyaji amina. Lakini pia nafikiri ni kesi nilileta kwako, ndiyo nilikuwa na changamoto, yaani unagongwa kama na mdudu, unahisi una kabisa ni mdudu, kimwangalia kumwoni, na kikugonga, unabaki na maumivu kama mtu anajua kama umegongwa na nge, yaani unavimbia kama sumu kabisa, unaiona unapata maumivu, unayauguza kama kidonda humwoni lakini yani ilikuwa, una, ilikuwa ni ya muda mrefu. Ilianza kama mwaka mara moja ikaja mwaka mara mbili ikaja mwaka mara tatu ikaja tena kila baada ya wiki mbili. Hao wanaitwa nyoka wa kichawi, haleluya, ama nge wa kichawi. Umwoni lakini yupo na anakugonga kabisa na unasikia maumivu na kidonda unakiona. Amen, kama we hujawahi kuona vipo hivyo vitu, au unaota unakabwa, ama umelala na unaona kama kuna mtu mwingine yuko hapo, hiyo ndio vita ya kiroho inavyokuwa. Waambie jirani yako, ndio vita ya kiroho na maanake, kuna majoka na kuna nge wa kichawi, ndio amina. Basi tukiwa tunaendelea na maombi hivyo, pia ikatangazwa, nafikiri ilikuwa ni ibada ya mafuta, ilikuwa ibada maalum kwa ajili ya mafuta haikuwa rahisi, najua ibada za hivyo zinakuwa ngumu, yani uchomoke uende, kunakuwa na misukosuko mingi sana, lakini nikasema hatuwezi kukosa wote, hebu mimi nijitahidi nifike. Ibada ya mafuta ilikuwa ibada ya mafuta. Mm, wangapi watakumbuka? Amina, amina. Baada ya kuhudhuria ibada ile, kwa kweli, kwani nilikuwa Tomaso <laughs> Ikasema ile hali ilipotea ilipotea, na ilikuwa tunaingia kwenye ibada ni na kidonda kile, kidonda kiliisha baada ya ile ibada ya mafuta, na hilo tukio halikutokea tena na tena, mpaka leo. Amina, hebu shangilia Yesu hapo ulipo. Kwa umeingia kwenye ibada ukiwa na kidonda, amina kwani. Unapigwa mafuta, unatoka kidonda hakipo, kilipona na hakikurudia tena. Embo usimtukuze Mungu mahali ulipo. <tosha> Ongeza tena makofi na kigelegele cha kutosha. Hiyo ni nguvu ya mafuta. Kama ulikuwa uamini leo yapo hapa. Kuna kidonda chako tutakishughulikia. Amina. Kwa hiyo ule umaalum unaotokea katika huduma ukitokea na una nafasi hata kama huna nafasi, fanya upate nafasi, na usiwe mchoyo, mwite ndugu jamaa rafiki, na yeye aweze kupata ule umaalum amina. Amen. Kile kinachotokea, yale unayoyaomba yanakuwa ni madogo, linafanyika lile kubwa ambalo hukutarajia. Amina, sema amina kama unaelewa. Amina, anakuambia kuhusu ibada zote maalum hata tukitangaza hapa kituoni ama tukitangaza kule Boko Yerusalemu, ukiambiwa ni ibada ya umande usikose, ichukulie serious, kwa sababu mbingu zote zinakuwa zimeachilia kibali. Amina, tukisema hapa kituoni ni ibada ya kufunga mwezi, vaa nguo nyeupe, na wewe vaa. Amina, vaa nguo ya blue, wewe vaa, yaani wewe ti vile vile, utaona matokeo kwa sababu malaika na roho Mtakatifu wote na nguvu yote inakuwa pale yes. Karibu, endelea. Amina, nafikiri nimeishia hapo kwanza. Amen, ubarikiwe sana. Tunakupongeza kwa kutuletea tena mtoto. Kwa hiyo umeshashuhudia mara ngapi hapa eh? Hii ni mara ya, ya tano. Amen. Na ulipokujaga kwa baba mzee wa Yesu shida ilikuwa gani? Eh? Shida ilikuwa ni hizi safari. Uzazi. Amina. Alikuja hapa Azai. Lakini tangu amekuja hii ni mara ya tano. Kwa nini usimshangilie Yesu? Kwa nini usipige kigelegele la cha ushindi? Ai, usimshangilia Mungu wako mahali hapa kama amempa mara tano kitu alichokuwa akikitafuta? Alidhani anatafuta mtoto mmoja, lakini Mungu akijibu anajibu mfululizo, okay. na safari umetuletea wakike. Amen. Umepambana, umepambana. Eh, tunambariki Bwana Yesu, tunambariki mtoto huyu, tunamweka madhabahuni pako. Ukampokee na neema yako yote iwe juu yake. Akakue kwa kimo maarifa na nguvu zote za kimungu ziwe juu yake katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Ongeza makofi mengi kwa Yesu. Barikiwe sana. Roho Mtakatifu awe nanyi na makuhani wa Kristo. Amen. Roho Mtakatifu awe nanyi makuhani. Amen. Napenda kumwaibisha shetani. Amen. Mwaibishe. Namshuhudia Yesu shuhuda mbili. Amina. Shuhuda ya kwanza baada ya kusimama na kumwaibisha shetani kwa mara ya kwanza ndani ya madhabahu hii alijinua kwa mara nyingine. Nilipotoa tangazo ya kwamba naanza tena upya biashara alijiinua. Nililala nikaota ndoto kwamba nabishana na mtu kwenye biashara yangu. Wakati nabishana naye aliondoka. Nikiwa namtazama nilidondokewa na kitu upande wa kushoto kama panya. Nikawa nimemshikilia, lakini niliposhtuka kwenye ulimwengu wa kawaida nikakuta kweli nimeshikilia upande wa kushoto. Ilipofika saa nne asubuhi hiyo siku, nilianza kuvimba upande wa kushoto, nikaanza kupata dalili ya stroke upande wa kushoto, nikaanza kupata hali ya kuchanganyikiwa. Nilipiga goti kwa Mungu, nikalia, nikasema, Yesu, ikiwa nilikuja kumwaibisha shetani, unaruhusu jina lako litukanwe, unaruhusu kutukanwa, Mungu wangu? Nikasema haiwezekani. Niliingia kwenye mfungo wa kavu siku moja kwa mara yangu ya kwanza, lakini nilimwona Mungu napyopiga amina, amina. Ah, hebu piga makofi ya kwanza Watu wakimuona Mungu lazima upige makofi na vigelegele. Uliona kama panya amekuangukia na umemshika, yaani alikuwa kama panya, na na nilibaki nimeshika, na hata nilipostuka usingizini nilikuwa nimeshika hivi. Oh yeah. Na nilipo mambo yanayotokea katika ndoto, katika ulimwengu wa roho ni mambo dhahiri, ni mambo ya wazi, usiyachukulie kawaida. Namshukuru Yesu. Nilienda na ile hali ndani ya wiki moja lakini iliisha. Baada ya hapo Mungu alifanya kitu ambacho sikuwahi kutarajia, sikuwahi kutegemea. Mtu ambaye nacheka naye, mtu ambaye namuona ni wakaribu. Kumbe ndo adui yangu niliyekuwa nabishana naye kwa wakati ule. Ninamshukuru Mungu kwa sababu alimweka wazi na hivi ninavyosema hivi hatusemeshani. Alikata kauli mwenyewe. Ninamshukuru. Ukishamuona waziwazi lazima anyamaze, lazima akukimbie, lazima akubloku, na ni bora wakatubloku tu. Eh, bora waishie huko huko. Ulikuwa unacheka naye. Upo naye karibu, yaani ni mtu ambaye alikuwa ananiuliza kila siku, unaendeleaje? Unaendeleaje? na mimi naendelea hivi, hospitali wanasemaje? wanasema hivi eh. Kumbe ananiteka kumbe ndio mpelelezi mwenyewe yeah. Lakini Mungu amemweka wa wazi wazi wazi, na Mungu akuishia hapo, aliweka wazi mpaka madhabahu yao ilipo mm. Sema Yesu ni mkubwa yeah. Sema Jesus only anatisha. Maadui zako watawekwa wazi, mmoja baada ya mwingine. Watesi wako na madhabahu zao na mahali wanapoenda kuzama na kuinuka wawekwe wazi, kuanzia leo, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, natamka madhabahu, madhabahu zao ziwe wazi. Waliofunga maisha yako, popote wanapoenda pawekwe wazi kuanzia sasa. Na utawaona macho kwa macho Amen. na utawatambua leo kuanzia leo Amen. sema amina kama unaamini Amen. sema amina kama unataka kuwajua sema amina kama unataka kuwatambua ukishamjua adui yako ni ushindi tosha Amen. umemjua yeah, baba nafikiri kuna siku nilikushirikisha ndoto mm. nikakwambia nimeota ya kwamba nasemeshwa na usauti inayosema utasemaje umejitenga nao wakati bado upo nao mm -hmm. Baada ya kumjua adui yangu nimeelewa maana ya ile ndoto kabisa, kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa naye closed, yani ananiuliza mambo mengi na mjibu, lakini yeye ndo adui yangu ambaye alikuwa ananimaliza kwenye biashara na ni mhusika wa eneo la biashara, ndani ya lile eneo ni mwanafamilia. Mwambie jirani yako be careful. Nashukuru Mungu aliniweka wa. Ndoto nyingine nilipata inayohusiana pia na eneo la biashara, alikuja mwenye eneo lile akaniambia, hivi ulishawahi kumwambia? Mimi sijawahi kusikia. Akasema, wanasema kwamba mimi ni mchawi, watoto wangu hawaolewi, hawaoi, hawafanikiwi Nikamwambia mimi sijawahi kusikia. Akaniambia unaona, funguo yangu hii hapa natembea nayo. Kuna chumba changu huwa sipendi hata wajuku zangu waingie, kwa sababu kuna vitu vyangu nimeweka. Hata mgeni akija, naweza nikamtolea kikiwa kipya, nikampa ndo maana natembea na hii funguo, sitaki waingie watu, hata wajuku wangu sitaki, ila nina mjuku wangu mmoja tu ndo ninayemwamini mwamini ndo namkabidhi funguo kuingia. Sikuelewa maana ya ile kauli kipindi hicho, mimi ni mgeni kwenye eneo lake, kwa sababu mimi nimeokoka muda mrefu sana. Sikuelewa na nilikuwa naomba, kumbe yeye alikuwa anamaanisha kitu. Vile nilivyoingia kwenye eneo naomba, alikuwa anamaanisha kitu, alikuwa ananiteka ili aone kama najua kama yeye yuko kwenye ulimwengu wa giza. Sikuelewa ila juzi baada ya mfungo huu wa siku moja kavu, kavu, Mungu akanifunulia akaniambia kile chumba ndicho kilichobeba madhabahu ambayo inakuangamiza na hii ardhi ambayo umesimama wewe kila siku kuomba, hawataki wanataka uondoke. namshukuru sana Mungu, Mungu anasema wazi wazi. Namshukuru sana Mungu ameweka wa wazi Mungu ameniweka wazi kwa njia ya ndoto na ikatokea. Yani ndani ya zile siku mbili akatokea rafiki yake yule adui wangu akanisimulia vile vile nilivyopata kwenye ndoto, akaniambia ndugu yangu, pale huwezi kutoboa, pale ni shida, huwezi kutoboa kwa sababu mtu fulani yuko hivi, kuna chumba kiko yani vile vile nilivyoonyeshwa ndivyo nilivyosimuliwa na baada ya kupata ile ndoto, yule adui alivunja kabisa uhusiano na mimi kabisa. Nataka tena kukusikia yeah. Hapo umeisha umeshamzidi nguvu Amina. Na wewe hapo ulipo utawazidi nguvu watesi wako Amina. Haya maombi tunayoendelea nayo ni lazima wakukatae Amina. Wakukatae tu tena, watasema wewe ndio mchawi.